na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa? Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu u mbele yangu, kama ugomvi na mashindano yatokea. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufadhili mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake wala mwenye haki ataishi kwa imani yake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya kwanza ya sita hadi ya nane na aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na nne. Ndugu yangu, nakukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakukupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Basi usiuonee haya ushuhuda wa Bwana wetu wala usinionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Shika kielelezo cha maneno yenye uzima uliyoyasikia kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. na somo letu la Injili natoka katika Injili ya Luka. Bwana awe nanyi, na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura ya kumi na saba ya tano hadi ya kumi. Mitume walimwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka, ukapandwe baharini, nao ungewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani: "Je, upesi keti ule chakula ye hata mwambia, nifanyie tayari chakula nile jifunge unitumikie hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa. Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi, mtakapokwisha kuyafanya yote mliyoagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. neno la Bwana. Sifa kwako, eh, Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza, nabii Habakuki analia analalamika na kumnung'unikia Mungu. Nabii Habakuki aliishi miaka mia sita kabla ya kuja kwa Kristu, na wakati huo ulikuwa ni utawala wa mfalme Jehoyakimu aliyeishi maisha ya anasa na kushindwa kuwatetea wanyunge, hali iliyopelekea fujo. Watu walimwendea nabii Habakuki wakimwomba wamuulize Mungu wafanye nini. Ndipo nabii Habakuki anamwendea Mungu akilia kulalamika na kumnung'unikia Mungu, kwa nini Wayahudi wametendewa uovu na Mungu haoni? Kwa nini Mungu ameruhusu taifa la kipagani liwaadhibu? Nabii Habakuki anamlalamikia Mungu kwa nini anakawia kufanya kitu. Mungu anamjibu nabii Habakuki awajibu watu wake kwamba waendelee kuwa na imani kwa Mungu, waendelee kuwa na subira, waendelee na kazi pasipo kukata tamaa. Mungu anasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Mungu anaahidi kutimiza ahadi zake, cha msingi wazidi kumwamini yeye. Ndugu wapendwa, katika sehemu ya kwanza ya somo la Injili wanafunzi wa Yesu wanamwomba Yesu awaongezee imani, na Yesu anawaambia, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngewambia mkuyu huu ng'oka, ukapandwe baharini, nao ungewatii. Wanafunzi wa Yesu waliomba Yesu waongezee imani, kwa sababu katika aya zilizotangulia injili ya leo sura ya 17 ya 4, Yesu aliwafundisha mafundisho magumu mawili. Fundisho la kwanza, Yesu aliwaambia makwazo hayaepukiki, na fundisho la pili, aliwafundisha juu ya msamaha, kwamba ndugu yako akikosea mara saba kwa siku na kuja kuomba msamaha, msamehe. Jambo hili lilikuwa ni gumu kwao kulipokea, kwani wao walizoea kulipiza kisasi Sheria ya jino kwa jino, ndiyo maana walimwomba Kristo aongezee wa imani, ili waweze kuyapokea kwa imani mafundisho hayo na kuyaishi. Jibu la Yesu lilikuwa kama mlikuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, ngewaambia mkuyu huu ng'oka, ukapandwe baharini, nao ingewatii. Kwa maneno hayo, Yesu alimaanisha kwamba imani yao ni ndogo sana, haijafikia hata kiwango cha chembe ya haradali. Maana yake wangekuwa na hiyo imani ndogo kama chembe ya haradali, wangeweza kushinda vishawishi hata kama vinaonekana ni vikubwa kwao kama mkuyu. Wangeweza kusamehe hata makosa yanayoonekana ni makubwa kama mkuyu. Kung'oa mkuyu na kuupanda baharini, maana yake ni kung'oa vishawishi au kushinda vishawishi. Mkuyu ukiung'oa na kuupanda baharini hauwezi kustawi, ndiyo mwisho wake. Hivyo maana yake tukiwa na imani ndogo tu tutaweza kusamehe na kushinda vishawishi, na huko ndiko kumea mkuyu na kuupanda baharini. Imani itatusaidia kusamehe na kushinda vishawishi, kwani siku zote tunakiishi kile tunachokiamini, tunakiishi kile tulichoaminishwa. Ndugu wapendwa, na katika sehemu ya pili ya somo la injili Yesu anasisitiza imani tuiweke katika matendo. Imani iende sambamba na utii kama mtumishi anavyomtii bwana wake Imani iende sambamba na unyenyekevu kama mtumishi anavyomnyenyekea bwana wake. Imani iende sambamba na uwajibikaji kama mtumishi anavyowajibika katika majukumu yake. Imani iende sambamba na uvumilivu kama mtumishi anavyovumilia. Mwisho wa siku, mtumishi yule anasema mimi ni mtumishi nisiye na faida, nimefanya yale nipasayo pasayo kuyafanya. Na si mwisho wa siku, baada ya kutimiza majukumu yetu, tuseme sisi ni watumishi imefanya yale yatupasayo kuyafanya. Ndugu wapendwa, katika somo la pili Paulo anamsitiza Timotheo achochee imani yake. Baada ya Paulo kufungwa gerezani kutokana na imani yake ya kumshuhudia Kristo, Timotheo alianza kuogopa kuishuhudia imani yake katika kumshuhudia Kristo, aliogopa naye asijekamatwa na kufungwa kama Paulo. Ndiyo maana Paulo anamwandikia Timotheo aichochee imani yake aliyokuwa nayo aichochee imani aliyoipokea kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono na Paulo. Aishuhudie imani aliyoipokea kwa Paulo kwa njia ya mafundisho ya Paulo, aishuhudie imani yake kwa matendo pasipo uoga, avumilie changamoto zinazotokana na kuishuhudia imani yake. Ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tunapata mafundisho nane yafuatayo: maana ya imani, chanzo cha imani, mambo ya msingi ya kuamini dalili au sifa za mtu mwenye imani, dalili sifa za mtu mwenye imani haba, namna ya kuikuza imani, matokeo ya imani na fundisho la na nane ni changamoto zinazotokana na kuikuza imani. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaweza kuitafakari ni maana ya imani. Imani ni kuwa na hakika na mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Waraka kwa Ibrania sura ya 11 aya ya kwanza. Imani ni kukubali ukweli juu ya jambo lisiloweza kuthibitishwa. Imani ni kuwa na uhakika wa asilimia mia juu ya jambo fulani. Imani ni kuutii ukweli kwa hiari uliofunuliwa na Mungu kufundishwa kwetu. Ibrahimu alitii ukweli aliyoambiwa na Mungu. Mama Bikira Maria alitii ukweli aliyoambiwa na Mungu. Yosefu alitii ukweli aliyoambiwa na malaika. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunao tafakari ni chanzo cha imani. Ndugu wapendwa pendwa, chanzo cha kwanza cha imani ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe aliyetuumba anatupatia fadhila ya imani bure, ili tuweze kuamini uwepo wake na kuamini kile anachotufunulia na mafundisho yake. Imani ni zawadi ya kimungu inayomiminwa kwetu na Mungu mwenyewe. Petro alipokiri kuwa Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, Yesu alisema ni Baba yake aliyemfumulia, Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 17. Kusadiki na kuamini ni tendo la hiari, Mungu hamlazimishi mtu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na imani, ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu, isipokuwa hawakuichochea kuipadilia, na kuikuza. Hivyo binadamu wote tumemiminiwa fadhila ya imani na Mungu mwenyewe. Shida ni kwamba tumeshindwa kuichochea na kuipalilia ili ikue na kuzaa matunda. Pia baadhi yetu imani hiyo tumeielekeza siku ndiko, mfano kuamini waganga wa kienyeji zaidi kuliko Mungu, au kuamini katika mila potofu kuliko kumwamini Mungu, au kuamini katika miungu na kadhalika. Ndugu wapendwa, chanzo cha pili cha imani ni neno la kusikia. Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la wala Kristo. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi aya ya kumi na saba. Ndio maana Paulo anamwasa Timoteo aishuhudie imani aliyoisikia kutoka kwake. Na wanafunzi wa Yesu walipaswa kuwa na imani kubwa, kwani waliyasikia mafundisho mengi kutoka kwa Kristo. Hivyo nasi imani yetu inapaswa kuwa kubwa, kwani tumefundishwa na kuaminishwa mafundisho mengi sana wakati wa misa katika masomo na mahubiri. Kabla ya sakramenti ya Ekaristi tulipata mafundisho, kabla ya sakramenti ya kipaimara, ndoa tulipata mafundisho, kabla ya daraja tumefundishwa mengi. Hivyo Yesu anatushangaa endapo bado imani zetu ni haba. Ndugu wapendwa, fundisho la tatu nalo tafakari ni mambo ya msingi tunayopaswa kuyaamini. Kwanza kabisa, tunapaswa kuamini uwepo wa Mungu mmoja katika nafsi tatu. Bila kuamini uwepo wa mungu hatuwezi kumpendeza Mungu. Pili, tuamini juu ya nguvu na uwezo wa Mungu, kwani mtu anaweza akaamini uwepo wa Mungu lakini haamini uwezo na nguvu zake. Wakristo wanaoenda kwa waganga wa kienyeji kutatua shida zao, maana yake hawaamini juu ya nguvu na uwezo wa Mungu, kwamba Mungu anaweza kuwasaidia katika shida zao. Tatu, tuamini juu ya huruma na upendo wake usio na mipaka Tukiamini kwamba upendo na huruma yake haina mipaka, tukitenda dhambi, tutakuwa wepesi kuikimbilia huruma yake katika sakramenti ya kitubio. Ndugu wapendwa, fundisho la leo tunayotafakari ni dalili za mtu mwenye imani thabiti. Dalili ya kwanza ya mtu mwenye imani thabiti kwa Mungu ni uwajibikaji. Mtu mwenye imani thabiti ni mwajibikaji katika familia, kanisa na jamii nzima kwa ujumla. Kama ni kiongozi, atatimiza vizuri majukumu yake, kwani atakuwa na hofu ya Mungu na pia atakuwa na tumaini analotumainia. Dalili ya pili ya mtu mwenye imani thabiti ni uvumilivu. Tumeona Paulo alivumilia mateso gerezani na anamuasa Timoteo naye aichochee imani, awe mvumilivu katika mateso yatokanayo na kumshuhudia Kristo. Mkristo mwenye imani thabiti atavumilia mateso yote yatokanayo na kuishuhudia imani yake kama Paulo. Dalili ya tatu ya mtu mwenye imani thabiti ni subira. Mtu mwenye imani thabiti hata kata tamaa, hata kama sala zake hazijibiwi upesi, daima ataendelea kusali. Hata kama atapitia changamoto nyingi, daima ataendelea kumwamini Mungu na kumtukuza Mungu kama Ayubu. Sifa ya nne ya mtu mwenye imani thabiti ni kutoyumbishwa. Tumeona Paulo alikuwa na imani thabiti, ndiyo maana hakuyumbishwa na watu waliopotosha ukweli. Ndugu wapendwa, fundisho la tano tunalitafakari ni dalili za mtu mwenye imani haba. Dalili ya kwanza ya mtu mwenye imani haba ni kulalamika na kunungunika. Mtu mwenye imani haba daima anayapokea majukumu ya kimungu kwa kunungunika na kulalamika, anaona kana kwamba ameuniwa. Anapoambiwa aje kanisani kufanya usafi, atakuja kwa kulalamika na kunungunika. Anapoambiwa atoe zaka au fedha kwa ajili ya ujenzi wa kanisa au jukumu fulani atatoa kwa kulalamika na kuninungunika. Tumeona Paulo aliteswa kwa sababu ya kuishuhudia imani yake, lakini hakulalamika ya wala kunungunika. Aliyafurahia mateso kwani alikuwa na tumaini analolitumainia katika hili. Tujifunze kutoka kwa Bikira Maria, Yosefu na watakatifu wao, waliyapokea majukumu ya kimungu pasipo kunung'unika wala kulalamika, kwani walijua yanawapatia baraka. Lakini mtu mwenye imani haba Atayapokea majukumu yote kwa kulalamika na kunung'unika, kwani hana tumaini analotumainia. Kama uliyapokea majukumu ya kimungu kwa kulalamika na kunung'unika, ni ishara kuwa una imani haba. Pili, mtu asiye na imani thabiti hawezi kuwajibika ipasavyo, kwa sababu hana hofu ya Mungu na pia hana tumaini analotumainia katika majukumu yake. Kama ni kiongozi kwenye jumuia au ngazi ya kigango na parokia, hatatimiza vizuri majukumu yake. Kama ni tajiri hata wajibika kuwasaidia wahitaji. Kama ni kiongozi hata wajibika kuwatetea wanyonge. Kama ni mfanyakazi hata wajibika ipasavyo katika kazi zake. Tuliona Paulo anawajibika ipasavyo kwa sababu alikuwa na imani thabiti. Hata akiwa gerezani, bado anatimiza majukumu yake, anamwandikia Timoteo barua ili kumuimarisha. Hivyo, ukiona unashindwa kuwajibika ipasavyo katika majukumu yako, au unayapokea majukumu ya kikanisa kwa kulalamika na kunung'unika, ujue ya kwamba kuna imani haba. Tatu, Mkristu asiye na imani thabiti hukata tamaa na kukosa uvumilivu, hana saburi. Akiona Mungu anakawia kujibu sala zake, kimbilio lake ni kwa waganga wa kienyeji. Mtu huyu anataka kumwendesha Mungu kama anavyotaka yeye. Mkristu asiye na imani thabiti ni mwepesi kukata tamaa na hatasali tu nyakati za shida ili kumwomba Mungu msaada. Nyakati za mafanikio hutamkuta na sali. Mbaya zaidi nyakati za shida, baadhi ya Wakristo huacha kusali kabisa. Hiyo kama nyakati za shida ulienda kwa waganga wa kienyeji au uliacha kusali, ujue ya kwamba imani yako ni haba. Nne, Mkristo asiye na imani thabiti huyumbishwa na mafundisho ya uongo huyumbishwa na mila potofu ni Mkristu anayehamahama madhehebu kutafuta miujiza. Ndio maana Paulo anamwandikia Timotheo kwamba asiyumbishwe na walimu wa uongo, abaki mwaminifu katika imani aliyoipokea kwa Paulo. Kama unayumbishwa na mafundisho ya uongo na mila potofu, unapaswa kutambua kuwa imani yako ni haba. Ndugu wapendwa, fundisho la sita tunalotafakari ni namna ya kuikuza imani. Wanafunzi wa Yesu imani walikuwa nayo, isipokuwa hawakuikuza. Hivyo wanamwomba Yesu aikuze imani yao. Hivyo somo la Injili na la pili linazungumzia kwa kina namna ya kuikuza imani. Ndugu wapendwa, namna ya kwanza ya kuikuza imani ni kusikia, na Mtume Paulo anamwasa Timoteo kuichochea imani yake kwa kuzingatia mafundisho aliyompa Paulo. Hivyo tukitaka imani yetu ikue, ni lazima kusikiliza mafundisho na mahubiri yanayotolewa wakati wa misa na mafundisho na semina mbalimbali tuzipatazo kuhusu huo. Ndugu mpendwa, namna ya pili ya kuikuza imani ni kusoma maandiko matakatifu, kwani imani hukuzwa kwa kulisoma neno la Mungu. Katika neno la Mungu utajifunza mambo mengi kumuhusu Mungu na hili imani yako itaongezeka. Bila kusoma neno la Mungu imani yako haitakuwa. Neno la Mungu ni kichocheo cha kuikuza imani yetu. Ndugu wapendwa, namna ya tatu ya kuichochea imani yetu ni kumruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Katika somo la pili, Paulo anamwambia Timotheo kwamba Mungu hakumpa roho ya oga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hivi Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu ataichochea imani yetu. Namna ya nne ya kuichochea imani yetu, tunapaswa kuichochea kwa matendo. Katika sehemu ya pili ya somo la Injili, Yesu anasisitiza ya kwamba imani yetu tuiweke katika matendo, na huko ndiko kuichochea imani yetu. Imani iende sambamba na utii, kama mtumishi anavyomtii bwana wake. Hata kama amechoka, ataonyesha utii kwa bwana wake kwa kutekeleza yale aliyoagizwa. Nasi imani yetu tuiweke katika utii kwa kuyatii maagizo ya Mungu kama Ibrahimu, Bikira wa Maria, Yosefu na watakatifu. Imani iende sambamba na unyenyekevu, kama mtumishi anavyomnyenyekea bwana wake Nasi imani yetu tuiweke katika unyenyekevu kwa kumnyenyekea mungu wetu. Huko ndiko kuiweka imani yetu katika matendo. Imani ni lazima iende sambamba na uwajibikaji kama mtumishi anavyowajibika kwa bwana wake, kutimiza wajibu wake. Hata kama amechoka ataandaa chakula cha bwana wake, baadaye ataandaa cha kwake. Nasi imani yetu tuiweke katika matendo. Imani ende sambamba na uaminifu kama mtumishi anavyovumilia katika kutekeleza majukumu ya bwana wake, nasi ni lazima imani yetu tuiweke katika uvumilivu, kama Paulo alivyovumilia mateso kwa sababu ya kuishuhudia imani yake. Mwisho wa siku mtumishi yule aseme, mimi ni mtumishi nisiye na faida, nimetimiza yale nipasayo. Nasi mwisho wa siku tuseme, sisi ni watumishi wasio na faida, tumetimiza yale yapasayo kuyatimiza. Ndugu wapendwa, ya ya jambo la saba tunayotafakari ni matokeo ya imani. Matokeo ya kwanza ya imani ni kung'oa madhaifu. Katika somo la Injili, Yesu anawaambia wanafunzi wake wangekuwa na imani kama chembe ndogo ya haradali, mngewaambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, ungewatii. Yesu alimaanisha kwamba wangeweza kung'oa madhaifu yao, kwani uking'oa mkuyu na kuupanda baharini hauwezi kuendelea kukua. Hivyo Yesu alimaanisha madhaifu hayatatutawala hata madhaifu ambayo tunadhani ni makubwa kama mkuyu na yameshindikana tutaweza kuyangua, maana yake tunaweza kuyashinda. Matokeo ya pili ya imani ni kushinda vishawishi. Wanafunzi wa Yesu waliomba imani kwa sababu katika aya zilizotangulia somo la Injili ya leo Yesu aliwaambia majaribu hayana budi kuja. Hivyo Yesu anaposema mngekuwa na imani kama chembe ya haradali mgeweza kuung'ua mkuyu na kuupanda baharini, alimaanisha kwa imani mtaweza kushinda vishawishi hata kama vinaonekana ni vikubwa kama mkuyu. Matokeo ya tatu ya kuwa na imani hutusaidia kusamehe. Katika zilizotangulia injili ya leo, Yesu aliwafundisha juu ya msamaha, jambo hilo ilikuwa ni gumu kwa wanafunzi wake kulipokea, ndiyo maana waliomba waongezewe imani, ili walielewe fundisho hilo na waweze kuishi hivyo. Yesu anapowambia wangekuwa na imani ndogo kama chembe ya haradali, wangeweza kusamehe hata kama kosa ni kubwa kama mkuu. matokeo ya nne ya kuwa na imani hutusaidia kupata wokovu. bila imani kwa Mungu na bila imani kuiweka katika matendo ni ngumu kupata wokovu. hivyo kama tunataka kupata wokovu, ni lazima imani tuiweke katika matendo. Ndugu wapendwa, jambo la nane tunalotafakari ni changamoto zinazotokana na kuishuhudia imani. Changamoto ya kwanza ni uoga. Katika somo la pili tumeona Timoteo alipatwa na uoga kuishuhudia imani yake, kwani aliogopa asija akakamatwa kama Paulo. Ndugu wapendwa, nasi nyakati fulani tumekuwa waoga katika kuishuhudia imani yetu kwa watu wengine Huenda tumeogopa kupiga ishara ya msalaba kwenye umati wa watu, huenda tumeshindwa kuvaa rozari na misalaba waziwazi. Changamoto ya pili ni kukamatwa, kuteswa na kusingiziwa. Tumeona katika somo la pili Paulo alikamatwa, akateswa na kufungwa gerezani, ni kwa sababu ya kuishujia imani yake, na wakati anaandika barua hiyo alikuwa gerezani. Nasi nyakati fulani tutateswa, kukamatwa na kusingiziwa mengi kwa sababu ya kuishuhudia imani yetu kwa Kristo. Lakini tusikate tamaa wala kuogopa, kwani hatukiipokea roho ya oga, bali roho ya nguvu ya kuishuhudia imani yetu hasa katika magumu. Changamoto ya tatu ni kifo. Ni changamoto kubwa zaidi. Mitume wa Yesu walikufa kifodini isipokuwa Yohani. Ni kwa sababu ya kuishuhudia imani walishuhudia wenzao wanakufa, lakini hawakukata tamaa, waliendelea kuishuhudia imani yao. Nasi tujiandae, huenda katika kuishuhudia imani yetu tutapatwa na mauti, hivyo tusikate tamaa. Hivi leo tuombe neema ya kuichochea imani yetu ili ikue, na tumwombe Mungu msamaha pale tuliposhindwa kuichochea imani yetu ambayo tumeipokea kutoka kwa Mungu mwenyewe. Itukuzwe damu ya Kristo mwenyewe.